Alitembelea bwana mmoja kule Syria, akapata katika makabiri lmuslimin, makaburi ya Waislamu, akaona kaburi moja limeandikwa jiwe lake, hadha kabru lmiskiyi, hii kaburi ni kaburi ya muuza miski. Akauliza waliokuwa pale Ma kissatu kabri lmiski, jamani hebu nipeni kisa cha kabri la muuza miski jamani hebu nipeni kisa cha kabri la muuza miski. Akaambiwa, huyo hakuwa muuza miski, unataka tukupe hadithi yake? Akaambia, nipeni. Akaambiwa, huyo alikuwa ni kijana baiu lmansujat kijana ambaye kazi yake anauza vitambaa material, na muuza vitambaa mara nyingi wateja wake huwa ni wanawake. Basi alikuwa akipita katika vichochoro vya Syria anauza vitambaa. Siku moja akamwita mmoja miongoni mwa wanawake wa Syria Akamwambia, bila alayya, hebu njoo kijana, na haja ya kitambaa, ninahitaji shifoni au ninahitaji. Alipofika pale akamwambia ingia ndani. Basi sasa tutauziana vipi hapa nje? Alipoingia ndani akamwambia basi funga na huo mlango Akaambia, mimi kazi yangu kuuza vitambara tu, mambo ya kufungiana milango haitowezekana. Alipokuwa anatoka akamkamata, akamvuta, akaufunga mlango. Mwanamke yule akasema, wallahi, hajati haja yangu siyo vitambara kama ulivyoona, innama hajati ilaik, haja yangu mimi ni wewe. Imebadilika sasa, unafikiri mi nataka vitambaa? Sina haja ya vitambaa haja yangu mimi ni wewe. Enyi wauza vitambaa, sualun gharibun yati ilaikum, suala hili linakuja kwenu. Akija mwanamke akakwambia mimi nimekuja lakini sikuja kuuza kitambaa, nimekuja kwa ajili yako wewe. kaifa takunu shuuruka wa ahasisuka hivi shuur, hali yako moyo wako itakuwa kuwaje? Taban, unajua we mwenyewe utakavyokuwa. Bali huyu kijana alipofungiwa milango akahawili kuondoka katika nyumba ile, duna jadwa, alipokuwa anataka kufungua mlango akamwambia intabi, tuliza akili yako nikuambie. fa innaka in kharajta, ikiwa utafungua mlango utoke, sa unadi alaik Ntanadi, niwaambie watu laqad dakhala sariqun fi baiti, ameingia humu nyumbani mwangu mwizi, na nataka sasa hivi kunifanyia mabaya. Sasa fungua mlango ufe. Kijana akatulia kidogo, akavuta mawazo, mtihani huu nitauokoka vipi mimi Akamwambia mwanamke yule, kwani unataka nini? Akamwambia, hajati antumakkinini ala nafsi, hajati antumakkinni ala nafsi, haja yangu njoo kuchumbani kwangu. Akamwambia, tayari nimekubali haja yako. Akafurahi mwanamke yule, akaona ombi lake limeitikiwa unaonaje unapopeleka application, unaomba kazi ukaambiwa, tayari ombi lako limeitikiwa. Lakini hii ni application ya shaitani, ya kazi mbaya, ya kitendo ambacho la yaamaluha illa aljahala wadhalama. Alipofurahia kwamba nimekubali, akawambia sasa, nionyeshe chumbani kwako, akawambia, ingia huku, mwanamke amejiandaa kwa ajili ya machafu Kijana akamwambia, sasa na mimi naomba nikajiandae huko msalani. Akaambia, dunak mbele yako msala huo. Akaingia ndani akaambia, ya Rabbi, katika moyo wake anazungumza na mola wake, yamenifika haya ya kunifika, ni mtihani mkubwa, lakini kwa leo ya Rabbi, kitendo nitakachokitenda naomba usinichukulie, nisame kwa sababu nitafanya mambo hayajawahi kufanyika, lakini alimradi niokoke mimi. Na kitendo kama hichi, akafanya haja zake, lakini baada ya kuflash haja zake ziende zinakokwenda, akazichukua akazipaka katika uso wake na mwili wake wote. Tasawar haja yako wewe unayoitoa ambayo hupendi hata kuiona au kusikia harufu yake unaichukua unaweka katika uso wako kama podari au manukato yale ya aludi unayopeleka katika nguo, inakuwaje hali hii? Ndio maana akamwomba Mungu mapema, ya Rabbi, nitakachokifanya usije ukanichukulia, kwani mambo ya leo yamefika katika hali ambayo siwezi kuyaepuka. Kachukua kinyezi chake akaingiza usoni mwake mwili mwake, kisha akatoka, anamwambia: niko tayari sasa bibi kubwa, nimekuja kwa ajili yako. Mwanamke alifunga pua kutoka kule, akamwambia: kumbe mwenda wazimu, ukhruj, toka zako. Aje mtu mwenye akili? Watu wengine hata sijui mie wanaishiishi vii. Mimi nafikiri mtu na akili zake, kila siku kijana ensam kama huyu, kumbe ana wazimu. Akatoka, alipotoka akaenda nyumbani kwake akakoga. Alipokoga, akimaliza kukoga tu, unadhani Mwenyezi Mungu kitendo hiki atakiacha hivi hivi? albiru la yabila wadhambu la yunsa wadayanu la yamut, wema hauozi na chochote unachokifanya cha wema. Wewe ujue kwamba hakitopotea mbele ya Mungu, hakupotei kitu.

na sikuyafanya haya kwa amri yangu, kaniamrisha Mwenyezi Mungu. Hii ndo tawili ya mambo ambayo hukuweza kuyavumilia. Wema wa baba yao uli ufanye mpaka ukuta uhifadhiwe mali sije ikapotea. Sasa huyu miski kajifanya yeye kama ana wazimu mbele ya watu, lakini kumbe anajiokoa mbele ya Mwenyezi Mungu na adhabu kali, kajitia kisha alipokwenda nyumbani kwake akakoga, baadaye akitoka tu msalani kwake akawa ananukia mafuta ya misk bila kujitia miski. Hajajitia miski, kampaka miski Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, alladhi yuridu an yaqula nahnu nuawidhuka bitilka raihati lqabiha birihi lmisk sisi tunakubadilishia, kama ulivyojitia manukato, kama ulivyojitia harufu mbaya kwa ajili yetu, na sisi tunakubadilishia, tunakupa harufu nzuri, ni malipo yetu. Ikawa huyu kijana akitoka kwenda kuuza vitambaa vyake, kwa mbali watu wanashumu harufu nzuri ya manukato kabla hajafika bila ya kujitia. Haya ni manukato kapewa na Mungu, hakujitia mwenyewe, hakutafuta wala hakununua. Ikawa naturally yake yeye, ananukia harufu ya, ya miski na ni zawadi, baada ya kujitia choo chake katika mwili wake, kwa kukimbia kufanya kitendo cha zina. Enyi wauza vitambaa, je, hali hii tunapoiweka katika vichwa vyetu tukaiunganisha na hali halisi ambayo sisi zinatukuta kwa customer wetu hawa, wateja wetu hawa wanaokuja kununua vitambaa, inakuwaje? Au ingelikuwa ni wewe ndo misiki, ukaambiwa leo sitaki kitambaa na kutaka wewe, ungesemaje? zali ungesemaje? ngekewa ungesemaje? Lakini miskii anasema, ya Rabbi, ntatia kitu hiki kibaya katika mwili wangu niokoke na mabaya haya. Badala yake Mungu kampa miski uh, uh, uh, harufu nzuri ya miski, akipita kila mahali ananukia. Kwa hiyo alipokufa ndo ikaandikwa kwenye kaburi yake, hadha qabru lmiskii, hii ni kaburi ya yule miski. Ndo bwana akaelezwa habari, habari na kisa chake, huyu kijana alikuwa hivi hivi hivi, hivi, hivi. hakuadaiwa na ofa